Lavalava alisema lava. Mm. alimpatia lava, lava. Mm. lava, lava, chochote. Wewe ulipewa chochote? Walinisamea one billion. Eh, nashukuru kwa hivyo, fungu lolote. Okay, sasa nikupongeze pia, ulienda Burundi pia kule na nini, mambo ya harusi alikuwepo kule Tanzania bwana, ukupeleka lakini ni congratulations, ilikuwa ni nje sana, mnachukua, bwana mapenzi ni popote na na mapenzi yako, yako yana aina nyingi so, yeah. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu nimeona ni mtu ambaye anaweza kunisikiliza, yeah. Lakini pia uh, sio mtu ambaye anakaa kunipiga piga makelele. Mimi makelele na mimi ni vitu tofauti, sababu mwenyewe ni makelele tosha. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yuko vizuri sana. Mm -hmm vizuri zaidi kwa uh, sababu ni mtu ambaye nimekutana naye kwa muda mchache hmm. lakini vitu ambavyo nilipanga nayo kwa huo muda mchache niliviona vina mwelekeo kuliko sema ambayo nimekaa kwa muda mrefu, na nilipanga vitu vingi ambavyo huenda hivyo, ningeishia nayo leo, ningekuwa siku hapa. yeah. Na umezungumza kabisa, umekiri kwamba uko tayari kusainiwa na Diamond kama ikitokea. Ya ikitokea, ni biashara, biashara. Hata wewe, brother kama una mtonyo tu, tunakaa hapa tuna nakamchawi pesa familia <laughs> <laughs> <laughs> Hauogopi yeah? Pengine kusainiwa WCB wakati mm, ulitoka Konde Gang, kulikuwa mm, na mitafaruko, hukuogopi mm, kwamba pengine lebo ni zile zile Tanzania, mm, ni ile nandomana nikasema, ni biashara kwao, hata, hata, hata Mzee Diamond akija ni pepa, karatasi linasema nini, mkataba ambao tuna saini kwa sababu mkataba ndio kila kitu, mkataba ndo biashara, mm -hmm. Naendo, na yo ndo anakuwa ndo makubaliano ya biashara yangu mimi na yeye ko, inategemea naye naleta biashara gani? Yeah. Kulikuwa na ugumu gani hasa wa Ibra before kuja kufanya interview Wasafi? Kwa sababu leo baada ya kava jana kupostia nikasema kumbe mikataba hiyo inakataza kuja kufanya kwenye interview safi, bana wewe kunikataza na sikwahi kukatazwa na mtu yote, lakini kutokana na muziki ulivokaa kama tabaka tabaka. Yeah. so uwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu tuonekane snitch. so tulikuwa tunamuonesha kwamba tuna love na wewe kabisa ni maisha na the end of the day maisha yanatakiwa yaendelee. Uliposti okay. Yeah. Asante ukaweka uh, yeah. uka, uh, Simba pale na nini watmwenyewe nikuwa najuza sana, mm. Ibak na maanisha nini hasa? Hiyo asante ilikuwa na maana gani hasa? Diamond tukimpa tukim, asante apa asante kwa vitu vingi sababu Diamond ni mtu ambaye anafaa vitu vingi hata leo kizungumzia msanii ambaye amepush sana muziki wa Tanzania kwenda sehemu nyingi mangoma mabaya. Sikiza ngoma Diamond kaandika kapanga mistari asante, labda kuna kitu inawezekana yeah, mm -hmm. simu mm amefanya -hmm. kwako maana Ibro kaamua kumposti na kumwambia asante mkijua mm -hmm. mm -hmm. <laughs> yeah. vitu vyote kesho kutomtona vitu vingine ni kitu ambacho amefanya kwako. yeah of course, ile ngoja rahisi kwa sababu unajua miongoni mwa watu ambao walikuwa wakiuvaa e, ugomvi wa Konde ni Ibra of course, mlikuwa ni kama familia mm -hmm. na mara chache tunaona ikitokea battle za Harmonize na Wasafi Ibra atakaa mbele yeah. e, kupigana hiyo battle mm. Ilikuwaje rahisi kwako kumpost e, Diamond na, na kuanza kuwa mnazungumza pengine na kazi na vitu kama hivyo, hasa kwa sababu kwa sababu pia mtu, mtu ambaye nimejitoa kwake nikapambana uh, mwisho wa siku ameniona wa nini sasa kwa nini niendelee kupambana na kitu ambacho nahisi sio na, naona kabisa sio sahihi, kinanikula, kinanikula mimi tu, kinanikula energy. kwa sababu mwisho wa siku natengeneza ugomvi kwa mfano mtu kama na ya kwa, mimi nimeona, hamna sababu ya matabaka matabaka, magomvi magomvi. Mimi sina ugomvi na mtu bro moyo wake unaozungumzia kwa sababu pengine kwa mwingine ingekuwa rahisi kukunja hata mm. Kama ungemcheki mm. Labda asiekubali mzungumze na mm. Kusaidia mm. Babu babu yako mm. Di Diamond mm. Ila kwake imekuwa rahisi amekupokea na pengine kuna vitu vimefanya moyo wake unaozungumzia katika, katika kwa sababu kwa kwa sababu sababu ni mkubwa na ndo, na ndo na ndo mioyo ambayo tunahitaji wasanii ambao wanajiita wao ni wakubwa, wawe na mioyo ya kuruhusu vitu, wawe na mioyo ya kusamehe kwa sababu wao ndo wanajua ile game zaidi kuliko sisi ambao tumekuja juu right so leo kwa mfano mimi nilizungumza juzi juzi kati hapa kwamba Diamond hajanisalimia, amekimbia mkono wangu right, kwa sababu kama una ugomvi una ugomvi wewe na Harmonize, sisi tunajua kwamba nyinyi mna ugomvi wa biashara right, lakini usilete kwangu mimi, kwa sababu mimi mimi nachoamini, wewe ndio roho tangulia, wewe ndio mkubwa leo na kesho na kesho kutwa. Mimi nikikwama natakiwa ni ni odike kwa Diamond, nimwambie mzee, mimi nimefika hapa, huko naona mambo hayajakaa sawa, tufanyeje? Right, unanisaidiaje ili ni push. Lakini leo ukiona nikataa, tafsiri yake nyinyi ndio mnaua muziki sasa naanza kuwa nie mziki so ya niongea so kwa sababu eti namchukia Diamond, mimi siwezi kumchukia Diamond na ukimchukia Diamond wewe ni msanii wa Tanzania mm -hmm. au unafanya mziki bongo utakuwa akili zako zina matatizo. ningeomba okay. yeah. kujua kitu kimoja mm -hmm. Ibra, inawezekana yeah, mm -hmm. pengine kwenye zile kudai haki zako akimiliki labda mm -hmm. tu bilioni moja. Yep. Simba kuna mchango pengine amefanya kwa engo fulani kusababisha pengine chinga kupata haki zake miliki lakini pia na masuala ya madai ya bii na vitu kama hivyo kuna mm sehemu amekusaidia hapo? yeah, of course yeah, amenisaidia kwenye vitu ambavyo alisimama kunisaidia, lakini nilikuta naye pia nikazungumza naye na akaniambia kama kuna uwezekano mimi nitaendelea kukusaidia zaidi. So mimi namshukuru sana, kwa sababu ni mtu ambaye alinionyesha moyo wa kwamba kijana anatakiwa usimame talent yako, anatakiwa iendelee kuchanua mm, usiwe mnyonge. So yeah. I appreciate you, yeah. Yeah. Ibra, mm. utakuwa na kontinuiti ya ukaribu wako wewe na huko WCB? Kwa maana Tereo na Angela alivyoondoka, alikuwa WCB, alipewa gari na zote mm. lakini mwisho wa siku mpaka sasa hivi mm. amepotea, bado upande uh, wako wewe hikupi mshtuko wote? uh, Mimi sina mshtuko wote kwa sababu niko sawa na ukiniona nazungumza Mm. Nimetoka mwanzo kuambia ni binadamu mwenye akili timamu, mi na akili zimetimia kichwani mm. siwezi so, so kufanya vitu ambavyo, au na vitu nahisi baadaye vitakuwa ni, kwa sababu mm. mi ni kijana na familia nategemewa na wazee na watu kibao na wanangu yeah. so yeah. Yako bora, naona wasanii wote, kila mtu anafanya kwenye ngo yake Sina msanii bora kwa sababu mimi nasikiliza nyimbo ya msanii yoyote na sijawahi kuwa jaji wa kujaji wasanii yeah. Yeah. wa, wa, wa, wa mm. Yeah. Tuliongea tulivyoongea, tukakutana, tulipokutana, tukazungumza, tulioyazungumza yeah. Usitaki kujua vyote, kesho utajua, yeah. <laughs> Bando. Yes. Bando ni kijana mwenzangu ni kijana ambaye mimi mwenyewe pia nilikuwa najitoa kumsaidia, kwa sababu leo tukizungumzia, hata leo kirudi kwenye peji ya Bando, kaenda kwenye sub likes alizopata kipindi ambacho alikuwa na magomvi na mimi, anaoita ni ugomvi, lakini mimi naona sio ugomvi, kwa sababu ananidhulumu haki yangu, anachukua kitu ambacho mimi mwenyewe nimekipambania, ninaandika mwenyewe chorus. Nipe basi hata haki yangu, hata percent yangu, ili mimi niendelee kuishi maisha yangu mengine. Nataka watoto wangu wakizaliwa baadaye wasije wakuta hata riziki ambayo tafuta mzee

inakuwa ni unyama zaidi right? So, kama eti akisipo tupa collab tunashindwa kusonga. Mm. Tunasonga kwa sababu sisi hatujazaliwa kufeli familia. mm -hmm. Right? Ni vizuri zaidi tukianza kujiunga na wakubwa nao pia wakatengenezea mioyo mingine kwa binadamu wengine ambao wao wanaamini kutoka, kutoka mwanzo kwamba kwa ametoka. So, yeah. Mimi ni kurudisha pale pale kwa bando, umesema alikuwa anataka kukunyima haki yako. Yeah. Kivipi? Kwa sababu tumekubaliana, tumekubaliana pasenti za kwenye kazi nyimbo, yeah, ikatoka. mm -hmm. pasenti hakutoa nikampigia simu nikamuuliza, akanikatia simu, akanitumia message kwamba siwezi kuongea. Nikamwambia basi msaidie tu hata namba ya huyo mtu ambaye anasimamia hata asimamia hivyo vitu vya digital, ili kama inawezekana, kwa sababu mimi niko na kampuni ambayo nimesign nayo mkataba. Nyimbo mm -hmm. yote ikitoka lazima waje wakolect haki yao mm -hmm. sio mimi, right, na ndio maana hata sikuona haja ya kugombana gombana naye na, na mpaka sasa hivi ile video imerudi, iko pale YouTube sijataka kushusha tena kwa sababu nimefikiria, wakati anakuja mwanzo alikuwa anakuja ananiomba anambia, "Ibra anaomba, mimi mama yangu amefariki tu juzi, mbona akona muonea huruma." Lakini pia nikiendelea niki, niki tena kumfanyia hicho kitu ambacho, nikiendelea kuwaruhusu wale waendelee kumfungia chakwa, kama namnyanyasa, kama namuonea, afu ni kijana mwenzangu. Kwa hiyo mimi nimelizia, wache ale na haki yangu

Yeah. Ibra, moja kati ya kitu ambacho uh, kipindi kile imetokea ulipoachana na Konde mm. Uh, yalibuka mambo mengi sana, lakini moja kati ya comment ambayo ulishaye kuiachia mm. Ulisema kwamba Harmonize alikuita chumbani mm. Na yeye mwenyewe akaja kuikanusha hiyo, yeah. Kauli pengine clip ya hapa mbele ya mic ilikuwaje yani? Bado kuna mashaka, unajiuliza kwa sababu hatukuwahi kupata tiki yako uh, Harmonize. Speaking of Harmonize, Harmonize ni bro na haitobadilika kwamba eti atakuwa mtu mwingine, atashutwa kuwa ni brother, atabaki kuwa ni brother na maisha mengine yataendelea. Lakini kuhusu swala hayo mambo, hayo mambo tulishaongea, kafika kwenye baraza la sanaa kule, wakaweka wakaweka na maandishi kabisa, kwa kuna baadhi ya vitu tutakiti tena tuzungumze kwa, mimi naona tuliachia hapo, liishia hapo, la swala la chumbani, swala la chumbani liishia. Okay, Ibra, ulikuwa <laughs> Burundi kwenye masuala yako ya ndoa, nikupe hongera kokoa, lakini aliyekuwa mzee wako au mzee wako mpaka mm. Sasa hivi hamuna, nahisi tunamuona mm. Bado haja mm. ajaseto vizuri kwenye mahusiano mm. Una lolote la kumshauri na pengine anafeli wapi? Kwa sababu kwa sababu nikanae sana, alikuwa akibadilisha baadhi ya wanawake kwa naye uh, we, wenda wenda wenda wenda bado hajapata mtu ambaye anahisi ni sahihi. Ujue mapenzi yana kazi. Sasa wewe, si unalialia wewe, ujioni kwenye simu yako <laughs> <laughs> uh, mapenzi yana kazi sana, so mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na uh, ikawe ni baraka pia kwenye mahusiano ambayo yatakuja kwa sababu ni mtu mzima, uh, mm -hmm. yafanye yeah, fisabilillahi, maisha mengine yaendelee. Kitakachobadilika, kilichobadilika, maana sio kitakachobadilika, ni strategy za kazi, ni kila <coughs> kitu kimebadilika, kwa sababu Ibra hayuko tena alipokawa maisha mengine na pengine yuta... yeah, of course kwa sababu ndio kitu nachokiomba Mwenyezi Mungu atubariki riziki zaidi yeah. Na si tusapoti vijana wenzetu, amna zilikuwa zimesha chuja muda mrefu, amna hazikuwa ni fake, zilikuwa ni zenyewe sana muda mrefu lazima